Uh, hizi ni dalili ambazo zinaonyesha kwamba, uh, uh, ya uh, kwa uh, uh, uh, kwamba kinga yako ya mwili kushuka. Uh, watu uh, wengi wamekuwa wakiteswa na changamoto hii na baada ya kupima wanaambiwa kinga yako ya mwili imeshuka. Na tunapoongelea hapa tumaanishi tu ukimwi, tukimwambia kinga ya mwili imeshuka, anafikiria moja kwa moja ni ukimwi. Ila tufahamu kinga ya mwili inaweza ikashuka, isipokuwa ili hali hauna ukimwi. Sasa dalili za kwamba kinga yako ya mwili imeshuka, kitu cha kwanza unakuwa unashambuliwa na magonjwa, uh, mara kwa mara kwa hiyo, kama unashambuliwa na, na magonjwa mara kwa mara ni kwamba kinga yako ya mwili imeweza kushuka, lakini pia uh kilo zako kuweza kupungua kwa haraka, mtu anapungua kwa haraka mpaka mnashindwa kujiuliza, mnajiuliza changamoto ni nini, jua kwamba kinga yake ya mwili imeweza kupungua. Lakini pia kupata vidonda mara kwa mara na vidonda hivyo ambavyo haviponi kabisa, hiyo pia ni dalili. Na ya mwisho ni upungufu wa damu mwilini ambayo tunasema siko seri au tunasema anemia. Tuambie hapo chini kama unapitia changamoto hii, tuweze kuja DM tuweze kuona na na ya kukusaidia.